Katika mwaka wa fedha 2025/26 zitazingatia maeneo ya kipaumbele yafuatayo: kwanza, kuendelea kuimarisha jeshi kwa zana, vifaa vya kisasa na rasilimali watu; kuendelea kuweka mazingira mazuri ya utendaji kazi, ikiwemo stahili, makazi, mafunzo, matengenezo ya vifaa na huduma bora za afya; kuendelea kuimarisha miundombinu katika kambi, vikosi na shughuli za jeshi; kuendelea kuimarisha uwezo wa jeshi la kujenga taifa kwa kuboresha miundombinu ili liweze kuchukua vijana wengi zaidi; kuendelea kuimarisha jeshi la akiba, kuendelea kuilinda miradi ya kimkakati kwa maslahi mapana ya taifa na kushirikiana na mamlaka za kiraia kadri itakavyohitajika, kuimarisha mashirika na taasisi za utafiti wa masuala ya kijeshi, kuimarisha viwanda vya kijeshi na kuanzisha viwanda vipya kwa kushirikiana na sekta binafsi, kuimarisha ushirikiano na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, jumuiya za kikanda na nchi mbalimbali mbali na hivyo kuimarisha dimo, diplomasia ya uchumi amin, dimo, diplomasia ya ulinzi, kuendelea kutoa mafunzo ya ulinzi na strategia na kuendelea kuimarisha mafunzo ya utawala bora na huduma kwa watumishi. Shukrani Mheshimiwa Spika, kabla sijahitimisha ya hotuba yangu